Kuna hiyo siku nilikuwa TikTok nikakutana na hii video ya mkaka ni Mnigeria akawa anasema kama hujui, uchawi una harufu, uchawi una sura, uchawi una hisia. Lakini nilikuwa bado sijaelewa, nikaendelea kuangalia video, jinsi anavyozidi kuongea kama kilango kinafunguka, kwamba mbona kama mimi nishai kukutana na jambo kama hili hili. Karibu kwenye channel yangu na kama wewe ni mgeni hapa, usisahau kusubscribe, ku like na kushare hii video. Kama umetokea TikTok, niko naendelea kuhadithia ile hadithi ambayo nilisema nitaimalizia huko YouTube, lakini kama wewe ni mgeni hapa, usijali nitaenda kuhadithia hii story kuanzia mwanzo ili na wewe uelewe. Nitaenda kuhadithia hili tukio huku na kunja nguo zangu. Na kipindi mitaa nyumbani tu nilikutana na huyu mdada kwenye mizunguko zunguko tu tukatokea kuwa marafiki sana, tukaendana japo yeye alikuwa amenizidi miaka kama mitatu, lakini tulitokea tukuelewana. Si unajua ile kanipenda nikampenda, ni, ni tukatu marafiki yani, ile tumeendana basi. Sasa siku zikazo zinaenda zinaenda zinaenda, unajua jinsi mnavyozidi kuzoeana ndio jinsi mnavyozidi kuambiana vitu vitu kama hivyo. Sasa yeye akaniambia kwamba wazazi wake wote wawili, mama baba na baadhi ya ndugu zake maana, lakini wengine walikuwa wanakaa naye hapo nyumbani kwao, lakini wengine walikuwa wote wako Tabora pamoja na wazazi wao yani, walikuwa na nyumba mbili Tabora... Da. Sasa kila siku, mara kwa mara, kwani ni watu wa kupiga stori, kuambiana mishemishe za maisha. Sasa kipindi iko yeye alikuwa alishasomaga chuo kama miaka kadhaa iliopita meshasoma chlakinioch kila sio kozi, kozi, yani, alikuwa nafeli, anafeli, anafeli, shida nini? Bas, anasema, dairemu, njia yangu kuna kipindi akaanzishaga biashara anauza vitu su nini, nini. Haiendi, hapati mteja hata kwa bahati mbaya, siku nzima, mtu unafungua, haupati hata mtu akuja tu kupita pale mbele ya duka, hamna. Akafunga, akatafuta kazi, akaajiriwa. Kufika na kufika tu kazini, kafanya kazi siku siku ngapi, imetokea shoti, kafukuzo. Yani mambo yalikuwa ni mengi. Akaniambia, ni maisha yangu, hata sielewi, kila ninachofanya ni nuksi. Yani hata watu nao karibu, hata nikiingia kwenye mahusiano lazima huyo mtu nimpoze, na yeye anaanza kuwa kama mimi mpaka wananiacha, anasema mmm, wewe mwanadamu una nuksi lakini mimi nikaendelea tu kwa marafiki atakuwa ile marafiki, yani kusema, lakini alikuwa ni rafiki yangu a kipindi, akanikaribisha nyumbani kwao. Ilikuwa e tu ni mchana hiyo siku. Nikasema, eh, kwa nini siende? Basi, nikaa nimeendaga kumtembelea. Sasa, siku nimefika kwao pale, akaniacha sebleni, nikaa tu nimekaa hivi naangalia picha za ukutani ndani ya nyumbani kwao sasa nikaona picha picha, akaja akasema, nikaona picha, akaja akasema, unaangalia hizo picha, huyu ndo baba yangu mzee, sio na nani, huyu ndo kaka yangu, huyu ndo dada yangu, hawa wadogo zangu wa kike dada, dada, dada, huyu ndo mama yangu. Sasa, ndugu, familia nzima nimeangalia, nimefika kwa mamake, yani moyo ukafanya pa, yani, ghafla tu. Yani ile sura tu nikawa naiangalia inanifanya najisikia na namna gani, vipi, alafu sielewi Nikasee shida nini? Yani, sura yake ukimwona, nikataji hivi ni yani, kawaida, hamna tatizo, lakini basi tu mimi, yani ile sura, yani kimoni moni, sasa nikasema mbona sura yake kama kichawi hivi, lakini kimoyoni sikusema ile kwa nguvu hapa, hata sijui mchana anafananaje. Basi tu nimesema hivi, sebeni anaendelea kunipa yani hadithi tu za maisha yake nini, nini. Asali anagonipa tu story story story. Yaani unajua mtu anakuambia, yani maisha yake yamejaa mikasa juu ya mikasa juu. Yaani mpaka uwele, mpaka unaona eh, sio kawaida. Hata kama hamna mtu ambaye maisha yake yana shida, huyu yake yani imezidi. Yaani unaonekana kabisa mm, something is matter. Basi, hata tunapiga story nikamtani. Yaani kama utani tu ningambia au shoga yangu umekuroga. Yeye ya mwenyewe akasema yani, ukute mimi hata sielewi. Yaani tukao tunaongea tukiutani. Basi tuvombeza pale tukachituka nini yaani, nilikuwa na sali jamani, nikisema nifunge macho nipige magoti niongee na Mungu wangu, nakaa siku mbili, sioni jua sioni giza, sio kawaida na kwa nini make suake sile, sikutaka kuhukumu kwa sababu simjui. Nikasema tu ngoja niombe, maana urafiki wangu mimi, stories zake zinaniumiza, kwani kila siku yeye. Nikasema niingie kwenye maombi na huyu dada yangu, ambaye yeye kidogo ni mtu yani, kwenye mambo ya kiimani ya kiroho, yuko Yaani yule mtu ambaye anaweza akaomba, unalia unalialia, unaomba una, afu mbele yako kuna mama unapigana naye. Achana na hayo maombi hiyo familia, huiwezi, huyo mama hutomweza. Nikamwambia kwa nini? Akasema wewe achana tu na mambo sio, yajua hizo vita huziwezi. Basi akakata simu. Mimi sikuachaga, nakumbuka. Hiyo siku aliniambia, lakini mimi sikuacha. Nika, tunasema bwana ye, Mungu ni wa wote, kwa nini Mungu anabagua? Amna, ukiomba kwa Mungu, yeye ni kwa siri. Basi nikaendelea kumwomba kidogo kidogo. Sasa kuna kipindi yule rafiki yangu akanitafuta, akaniambia mamangu yuko amekuja da, yani anaumwa mpaka ameamua tu kuja da kutibiwa afu hawajui shida ni nini, anaumwa tu haelewi. He, mimi moyoni mwangu nasema he, he, safi, kipigo kinaanza kufanya kazi, maombi yanaanza kujibiwa kwa rafiki yangu. Hiyo siku nikamwambia, nikamtafuta ikiwa mchana, nikamwambia oya, nakuja hapo kukuona na mama, mnaendeleaje? Nakuja kumsalimia. Haya haya, nikaenda kweli, nikawasalimia, nikamuona mama yake vizuri, tukakaa jioni nikaondoka zangu. Sasa baada ya siku kadhaa, mamake akamwambia eh, yeah, eh, yeah, basi rafiki yangu mpya umkaribishe, tule naye wote pilau nini, naelewa nitapika usiku, natumaini nitakuwa mzima. Nitapika kwao, umwambie aje, mwalike fresh naye afika kwa nyadisi, nafika kwa nyadisi kwa furaha. Mwaka mpya hiyo tarehe moja nilishindwa kwenda kwa sababu na mimi nyumbani kulikuwa kuna shughuli ya kifamilia pia. Hiyo tarehe moja moja usiku nikaa nimelala asaye nimelala hivi, nikawa naota haikuwa kweli, likuwa ni ndoto, hapa niko kwenye ndoto. Kama vile kuna mtu amenikalia juu kwa, kwa hapa hivi, hivi. Nika, nikasikia kitu kimeanguka puu, puu. Asa kuangalia hivi naona mtu, sikuona sura, niliona tu kwa nyuma, alikuwa ni umbile la mwanamke tu kwa nyuma hivi. Naona kama mtu anaishiria, anatoka hivi chumbani, anafungua mlango. Sasa ile akati anakimbia, anatoka, akajikwaa, akajigonga hivi mguu pale karibia na mlango, yani kama akajitegua hivi mguu, akajigonga pau, afu akakimbia, akaishia huko. Nakumbuka hiyo ni ndoto, sio kweli, niko hapo nimelala, hmm. yani hiyo ndoto ilikuwa eh basi nikaamka asubuhi tu vizuri yani, sasa nakumbuka hiyo siku, kipindi hiko kuwa kuna rafiki yangu mwingine kabisa, ni mwingine ambaye nilisomaga naye huko, alikuwa iko nyumbani kwetu ani kama siku tatu vinne hivi, alikuwa iko na mimi nyumbani kwetu, amekuja kusalimia. Hasa hiyo siku nakumbuka, tukatoka tu nyumbani, tumeboreka, nikamwambiaje na huyu rafiki yangu, mamake jana alinyalika kalipila wafu, sikwenda, sio vizuri, kwa hiyo na wewe pia hapa siwezi kukuacha, siwezi nikasema naenda kumuona rafiki yangu mwingine nikakwacha hapa nyumbani, akati mimi ndo mwenyeji wako, nikamwambia twende pamoja. Kweli tukaoga wenyewe, tukajiandaa, nakumbuka usiku tukaita bajaji, tukaenda kwa huyo, kwa huyo nani, kwa huyo rafiki yangu, nyumbani kwake sio mbali, ukiamua kutembea ukijikaza ukasema nitatembea nafika. Lakini hiyo siku tukasema ah, bwana tunani tu bajaji kwa huyo. Basi bajaji ikaja tukaenda tukapanda tukaenda Tumefika pale, akasema wewe, kwa nini jana saa ukuja? Nikamwelezea kama na mimi nyumbani kwa kuna shughuli hivi na hivi na hivi na hivi. Basi sasa, wakati tuko pale mezani tunapiga story, mama yake akaja. Sasa mama mamake anakuja mezani kuongea na sisi, anachechemea mguu wake kama umeumia, yani umevimba kidogo, mwone mwone kasema, jamani ni mambo gani mbona kama mama, jamani sielewi, huyu mguu ameteguka sana. Nikakumbuka ndoto yangu ya jana. Yule kile nilichokiona kwenye ndoto ni kitu gani? Yule mtu aliyeji kwa kwenye ndoto jana ni nani? Mbona na huyu mama naye anakuja mguu wake umetebuka? Nikamwambia mamako mguu amefanya nini? Akasema ah, alikuwa asubuka kwenye banda lake la kuku, sijui akajigonga, sijui. Basi nikapotezea. Basi yule mama akaja pale mezani, binti, wewe si nilikwambia mje jana? Kwani umekuja leo tatizo? Mnaambiwa vitu na watu wazima hamsikii, mnazalau. Sasa nikajishangaa kwa nini mzazi au mie mimi sio hata mtu muhimu, tuseme kwamba baba ni mzazi mwenzake, au mtu wa serikali, mtu zetu kaongea chochote cha maana? Hapana. Basi tukakakaa pale, basi siku ikaisha, nikarudi zangu nyumbani. Sasa nilifika nyumbani. Baadaye nimekaa kaa hivi nakuta message kutoka kwa yule dada yangu ambaye niliwaambia ni mtu wa maombi. Akameni akameni amenitext, "Wewe hebu nitafute nipigie." Basi nilivyotulia ile jioni nikampigia, mambo da, nani poa, wewe, mbona jana anaota ndoto mbaya, naona uko kwenye kijiji cha watu, unakula unakula nyama sijui nini, wamepika kuna nini? Nikamwambia sijui kwa nini wote hivyo Akaniambia huko amna kitu ambacho nikamadi sasa hiyo hadithi nilivyokuwa na nani, nilivyoenda yani hiyo story nzima kwanza hiyo ndoto nilivyoota, mpaka alivyonikaribisha nyumbani hivyo. Akaniambia ni una bahati wewe, yani hiyo tarehe moja, ungeenda tu ungekula iko chakula, kisha habari yako wewe. Na hao watoto wake wote mngekuwa sawa. Sasa hapo sikumuelewa mimi, na watoto wake wote ningekuwa sawa kivipi? Hakutaka kuniambia. Sasa, huyo rafiki yangu alikuwa na mdogo wake wanne wanne watano, watano, watano zamani, watano. Maana kwao wako sita, ana mdogo wake watano. Ambaye sasa mdogo wake watano ndio mimi na yeye nalingana naye nice. Sasa, huyo mdogo wake ndio tunalingana. Tukawa tu marafiki sababu tunajua tena tunalingana. Kwa hata stories zetu zilikuwa yani za undani zaidi kuliko hata nilivyokuwa rafiki na dada yake maana tunajua tumepishana kidogo. Basi lakini, sasa jamani, huyu rafiki yangu alikuwa anatoaga harufu Jamani, bora hata ingekuwa jasho nasema labda aogi au nini. Wala jamani, ile harufu ilikuwa sio jasho. Sio, sijui ya kitu gani, yaani ni harufu ambayo siwezi kueleza mpaka leo. Harufu nikikumbuka, ni sijui najisikiaje jamani. Alikuwa na harufu mbaya. Yaani hata akiwa hapo, uko hapa. Hata akifanya tu hivi tayari inakuja huko. Yaani unaisikia. Cha kushangaza jamani, alikuwa ana yani, wanaume wana yani, sijui niseme, wanampenda sio, wanamtaka yani hata aende wapi, yani kila tukishana na mwanaume yoyote, yani mwanaume yoyote tunapishana naye lazima aidha amwombe namba au atake tu kuwa rafiki. Yani hata yani sio naelewa, ni ile yani sio nzeme, na unakuta kabisa yeye, mko hivi labda, anakuja mkaka anamfuata, anamwambia namba, namba yako sio nini, yeye mwenyewe anasema kabisa, hili kaka libaya, mimi hata siwezi, yani mkaka siwezi kuwa naye hata kumbusu siwezi lakini unashangaa mkikaa siku mbili siku tatu, nakutafuta, nakwambia wewe, hey, yule kaka unamkumbuka? Eti nililala naye, unaweza ukaamini? Alafu nimelala naye sahivi, niko mja mzito. Yani hizo stori karibia kila baada ya mda fulani lazima akutafute, akuambie hivo, unamkumbuka mkaka, tukutana naye sijui mwaka gani ule, eh tukaenda, yeye nakumbuka eh, mimi nilikuficha lakini nilala naye inafuata nikwa simpendi, sijui hata ilitokeaje nikalala naye tu, afu sahivi na mimba yani kila siku lazima alikuwa, lazima apishane na mkaka. Uwe mkaka atamtaka. Hata kama hamtaki, ataishia tu anashangaa amelala naye. Na hata iweje, anajikuta tayari mjamzito. Na hiyo mimba ataishia kuitoa, au hata asipoitoa, utashangaa inatoka tu yenyewe. Yani haijai kupitisha mimba zake zijai kupitisha hata mwezi. Sasa kuna usiku tumetoka tu hivi tumekaa sema, akaja yule mkaka hivyo hivyo kama kawaida. Yani mpaka ushangae, ushazoea anakuja anamwambia, nakupenda si nini, anampa namba na na hivyo na Unaona, mm, mm, yani, mimi hapa kweli mkaka sijampenda, lakini tu nashangaa mimi mwenyewe baadaye nitamtafuta nitasema hivi na hivi na hivi. Nashangaa tu nimeana naye kwa nini, mimi sijui na matatizo gani mwenzako. Aki ya Mungu naona mimi mkaka sijampenda kabisa lakini utaona abaa afu siuanta shida nini. Basi. Sasa mimi hiyo ika yani nikajiuliza ni kuna nini familia? Mbona kama sielewi, kila mtu ana ana yani ana dubwa shara, yani kila mtu kwenye familia ana tatizo lake. Basi sasa nikamtafuta gani nani huyo dadangu ambaye ni mtu wa maombi. Nikamwambia je, dada, hebu naomba nisaidie kitu kuhusu familia, yani kuhusu kitu. Sikumwambia chochote, sikumwambia chochote, nikamtumia tu jina kamili la mama mzazi wao marafiki zangu wawili nikamwambia hebu nisaidie kumwombea ani Mungu tu akufunue, yani tuelewe kuna tatizo gani, maana mimi sitaki kuhukumu moja kwa moja. Basi akaambiwa sawa, utanipa muda. Kweli dada yangu akaingia kwenye mfungo kama siku kadhaa. Baada ya siku kama wiki hivi na siku kadhaa, akanitafuta, akaambiwa nipigie ukipata muda. Kweli Yesu akanipigia, akaambiwa wewe, hii familia umekutana nayo wapi? Mbona familia ni nzito hivi? yani, niko naomba, naona vitu vya ajabu yani, familia ni nzito sana kwanza kwenye familia nzima naona kama kuna utaila, naona kama kuna uzito wa akili, yani kama kila mtu kwenye familia akili zake haziko sawa, fahamu zao zote zimefungwa. Na hiyo familia hawatokaa waendelee, hawatokaa wafanye chochote. Wanakaka yao hatokaa azalishe, mwanamke hatokaa atoke kwenye hiyo nyumba, hatokaa afanikiwe. Wana dada yao sijui, sioni vizuri, lakini naona kama akili yake haziko sawa Hasa mi nikawa nabisha, maana mimi sikujua kama wanadada hawa ambao nini, ana matatizo ya akili. Mi nikaa nabisha, mbona kama sio kweli. Akaniambia hata huyo rafiki yako ameshatoa mimba nyingi sana, hizo zote nini ni sadaka, ye mwenye ajui kwa nini, lakini hata mama yake nini, ujana wake alitoa mimba nyingi sana. Waambia hao rafiki zako wakae na mama yao, awadisie ameshatoa mimba nyingi sana kwenye ujana wake. Na sasa hivi huyo rafiki yako huyo unaesema mwingine huyo huyo ndo ana, nini? ana anaendeleza hiyo sadaka mamake ya kutoa ya kutoa sadaka, kafara za watoto za damu, ndio maana anajikuta analala tu na naume bila kuelewa, anaendelea tu kuzaa bila kuelewa, na watoto wanakufa au anawatoa mwenyewe bila kuelewa. Na hiyo harufu ni nini, ni hayo madawa hayo mauchawi, nikasielewi. Na huyo rafiki yako mwingine mkubwa, huyo ndo hatokaa afanikiwe, hatokaa olewe, hatokaa azae yaani mambo yalikuwa mazito, nikambia tuwa kasema, wewe, usidioka ambayo, basi, wa dada tufanyije, tuwaombee akasema, wewe, hiyo vita sio yako usija ukajitwika mizigo ambayo hauielewi basi. Kwa nini mimi nilimwelewa dadangu, wala hata sikumwelewa bado, atazokuachana na urafiki wala nini. Lakini ile siku nakumbuka nikampigia yule dada mkubwa, nikamwambia hivi, nani nyinyi mna dada, wewe una dada ambaye ana matatizo labda ya kile? Akasema, yaani tunaye. Ndio nikamwambia yuko wapi? Yuko hapa hapa nyumbani. Nikamwambia bwana, mimi nakuja hapo sijawai kumuona. Akaambia ni wewe, n yani mama tu anamwekaga chumbani, especially kama kuna wageni. Mama anasemaga mwekeni huko bwana asiniaibishe. Lakini ndio hivyo, akaanza kwenye dice stories za yule dada yake. Jamani yani dadangu, wewe, anafanya kazi huyo n yani, anaweza akaamka asubuhi akadeki akafagia nyumba nzima akasafisha hadi madirisha huko juu. Mama anaweza akamtuma sehemu akatembea kwa miguu, jamani, anaweza akatoka mwenge hadi Ubungo kule wapiwapi wapi, na miguu na akarudi. Yani mwenyew hasa vio anayadisia hivyo, nikaambia wewe, mbona unahadisia kama ni stori ya kawaida? We unaona hii ni kawaida? si asa, si ndio? Dadangu tu alivi, yani anahadisia hata hashtuki, yaani anaona ni kawaida kabisa. Nikaona huyu ananichanganya, nikamtafutia mdogo wake ambaye ni rafiki yangu pia, nikamuelezea, wewe kumbe mna dada ambaye yuko hivi na hivi na hivi na yuko hivi hivi nasikia, na uaga anatembea, anaweza kutembea kuanzia Mwenge hadi Ubungo hadi wapi wapi, na miguu na hachoki, anaweza kufanya kazi, anaweza hata akipewa shamba, shamba zima analima na hachoki. Eh, kweli yupo, yuko hapa nyumbani, sema tu tunamwekaga chumbani. Nikamwambia, kwa nini tunamweka chumbani? Ah, sijui nini nini, hawezi hata kujielezea, lakini hata aoni kwamba ni shida. Yaani wanahadisia kawaida sana, ndio nikaelewa wao ukute kweli fahamu zao, wow, zimefungwa na ukute familia nzima hamna mwenye akili, maana haiwezekani hayo mambo yote kwenye familia na hawashtuki. Yani unajua hawashtuki, Yaani hawana akili ya kushtuka hata kidogo. Na hata wakiona kitu gani, wanaona tu ni sawa. Unaona, hata kama hii video wanaweza kaiona, na hata asijue kama ni wao. Yaani sijui, naelewa. Basi. Basi nikaendeleaga kuwa marafiki zao sasa. Kweli nikasemaje, mi hapana, sikubali. Dada yangu alinyambia achana nao, nisijidai kuwaombea, hii vita siwezi. Lakini mwenyewe nikasema hapana, hawa ni marafiki zangu mimi. Yani inaniumiza kuwaona watu wako hivi hawa, yani familia nzima iko yani shagalabaga. Mi moyo ukawa unaniuma, nikasema hapana, ngoja niombe. Nikawaga naomba jamani, nilikuwa nafunga, naomba, naomba, naomba. Naomba, nikiwa naomba nataja majina yao, naingia YouTube, naona zile zile ibada sijui maombi sijui kufanya fanya nini maombi kufanya fanya nini sijui uzima na ufufuo sio kitu gani, naomba naomba, jawani, nilikuwa naomba hiyo naomba, naomba. Siku rafiki yangu ananipigia, mama yangu eh, anakuuliziaga, siku hizi mama yangu anakuuliziaga. Afu mamangu hajawai kumuuliza rafiki yangu yoyote. Sasa mimi nika nasema huyu kweli kipigo kitakuwa kinafanya kazi, sema tu hivyo basi Dadangu tena akanitafutaga kaambia, wewe je, nimeshakwambia acha na familia, mbona naona hapa bado unaendelea kuna nini? Acha nao wewe, familia huiwezi, huyo mama sadaka nazo zitoa ni kubwa sana, huwezi kupambana naye wewe peke yako, una hizo nguvu? Hii vita ni ya kiroho, ni kubwa sana sadaka ya mama anatoa. Kama ameshaweza kuwatoa watoto wake wote hadi mume wake, fahamu zao, maendeleo, kila kitu, kawafunga kuzaa, hawawezi sinaelewa hata u mwingine anaekaa kushika mimba zinatoka zote, hizo ni sadaka hivyo. Unahisi mtu kama unaweza ukaomba ukapigana naye vita, hautomweza. Mi bado sielewi, niko tu kila jioni niko huko, nikaanzaga. Nakumbuka kuna kipindi nikaanzaga nikajipa challenge mwenyewe kwamba niwe na nilionaga sehemu kwamba maombi ya saa tisa usiku yana nguvu kwao. Nakumbuka nikawa naikaga nini inaitwa ala, kwamba kila saa tisa na naamka nafanya maombi. Hmm. Bana. Kweli kama kwa siku tatu hivi nikawa nafanya hivyo kila saa tisa alama inalia naamka na sali. Na na Asa hiyo siku ilikuwa ni saa nane na dakika kama hamsini na kitu hivi. Nimelala nasikia simu yangu inaita. Nashtuka hivi naona pale jina rafiki yangu ananipigia saa nane. Yaani saa tisa kasoro. Jamani. Kitendo cha kushika ile simu kusema halo, mpaka leo hii sijui kinitokeaga nini ile usiku. Nakuja kuamka asubuhi uko saa nne, sijui saa tatu, na simu nimeishika hivi mkononi. Kwanzia hiyo siku sikuweza kuendelea tena kuomba wala kusali wala kuombea hiyo familia. Tangia hiyo siku hao rafiki zangu hawajawai kunitafuta tena na ndo hata namba nikabadilishaga, yani mambo yakawa mengi n, yani sijuaga walipoteleaga wapi maishani mwangu, hawajai kuntafuta, sijai kuwasikia hata habari tu za mtaani wala taaja aa, baada ya muda wanione kwamba kilichotokea sijui ni nini, lakini ndo narudi kwenye point yangu ile video kwamba uchawi una harufu, uchawi una sura, jamani yule mama tangu siku ya kwanza, kabla hata mimi chochote kuhusu familia, nilikuwa tunaona mm, hii sura mm, yani sijui ilikwaje kwaje. Jamani harufu yani, ile harufu jamani, sijui sijawahi kusikia kitu kama kile mashani mwangu, yani sijawahi kusikia kitu kinanuka vile, na sijui kwa nini. Yani sijui hao wanaume sasa ambao yani mimi hata sijui alikuwa wasikiaje hiyo harufu, ndio dadangu anakuja kuniambia waga zinakuwa gani, madawa ya kichawi yani, ni uchawi unakuta mtu akifanyia uchawi kuna kwamba kuna kitu eidha awe nalikidonda hivi aliponi awe tu ana harufu haieleweki. Yani kuna kwamba kuna vi kuna vitu mm, ko ndo hivyo. Hiyo ndo hadithi yangu. Mwenye maswali auliza kwenye comment section, mwenye cha kuongezea pia anaweza aka comment. Asanteni kwa kuangalia video mpaka mwisho, bye.